Mafando ya timu ya Prison ya Mbeya kufanya vizuri katika mchezo wao dhidi ya da Young Africa ya Dar es Salaam utakopigwa katika uwanja wa sokweni jijini Mbeya siku ya Jumatano. Prison itavana a timu ya Young Africa yenye kumbukumbu ya kichapo cha mabao mawili bila y majibu kutoka kwa wagosi wa kaya ya Coastal Union ya jijini Tanga. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Minasayi. katika nafasi ya saba, kwa kuwa na alama 27 baada ya kucheza michezo kumi na tano. Itavana na Yanga inayoongoza katika msimamo wa ligi hiyo ikiwa na alama 39 baada ya kucheza michezo kumi na sita. Kocha wa timu hiyo Salum Mayanga amesema kikosi chake kiko vizuri na kimejiandaa vyema kutoa alama tatu muhimu za mchezo huo ambao wanauona ni wa kawaida, ili kuendelea kujimarisha katika msimamo wa ligi hiyo ya, nadhani mechi ya kwanza kwa raundi ya pili kwa jumla, maandalizi yetu kiufundi yako vizuri na ni matumaini yangu tutacheza mechi ya kesho vizuri na kupata ushindi. Majeruhi na majeruhi mmoja Alimanzi, lakini waliosalia wote kwenye afya njema kidogo. E, mtu ambaye daktari alinipa ripoti ya mwisho Juma e, Sefu nadhani mpaka jio daktari kunapata taarifa ya mwisho kuona anaweza kaanza au namna gani, lakini mtu kabisa mgonjwa ni Almas. Waliobakia wako kwenye hali nzuri ya mchezo. Msimu huu wanacheza ligi hiyo wakiwa na kumbukumbu ya kunusurika kushuka daraja katika msimu uliotangulia, jambo ambalo meneja wa timu hiyo Enoki Mwanguku amesema ana imani halitajirudia kutokana na, halita kutoka na mshikamano uliopo kati ya wachezaji, viongozi wa timu na mashabiki wao. Ushirikiano uliopo nafanya tu katika hali hii hapa, lakini bado pia naomba mashabiki waongeze ushirikiano na sisi pia tuongeze ushirikiano kimwalimu, ushirikiano mkubwa, ili iweza kupata ushindi katika mechi zinazofuata, hasa rondi ya pili. Na yawa kwa upande wao Yanga ambao tangu jana wanaendelea na mazoezi katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, leo hawakuwa tayari kuzungumza na wanahabari juu ya maandalizi yao, ambapo walifunga milango yote ya uwanja huo kwa maelekezo yanodaiwa kuwa ni ya benchi la ufundi la timu hiyo. Sports Leader Amina Saidi, Star TV, Mbeya.